Swala la kucheza vizuri inategemea pia wewe unatakaje, TV kila mtu ambaye anasumbua. Alafu swala la kocha kusumbuka ni tafsiri pana sana, kila mtu ana tafsiri yake kocha kusumbuka, na kila mtu ana aina yake uchezaji. Kwa hiyo, kwenye maisha ya kawaida unavyotembea wewe tofauti na navyotembea mimi, ninachofikiria mimi tofauti na unachofikiria wewe, japo kuna muda tunaweza tukawa tunafikiria kitu ambacho kinafanana wote, tukitaka leo hii kwenda Dar es Salaam Tunaweza tukapita njia moja au tukapita njia mbili tofauti. Cha msingi kufika Dar es Salaam. Kwa hiyo hivyo vitu ndio vimekuwa changamoto. Yule ambaye anawaza kupanda ndege kwenda Dar es Salaam na yule ambaye anawaza kupita na basi kwenda Dar es Salaam hawa ni watu wawili tofauti. Na yule ambaye anawaza kutumia treni kwenda Dar es Salaam hawa ni watu watatu tofauti lakini wote destination yao ni Dar es Salaam. Kwa hiyo swala la makocha, kwa nini wanapata shida? Wanapata shida kwa sababu kuna muda viongozi wanaamini tupite njia hii, kocha anaamini tupite njia hii. Kwa hiyo mnahitaji kuongea lugha moja ili mambo mengi yaendelee. Kwa ugumu unaanzia gapi? Ugumu unapoanza kwenye kuzungumza lugha moja kati ya kocha, viongozi pamoja na wachezaji. Sawa, utakuja kujibia swali letu mbeleni huko. Eh, tumeona Young Africans imecheza takriban michezo minne mpaka sasa yeah. e, ya mashindano wakiwa na Romain Folz e, mwalimu wa klabu hiyo, lakini mashabiki wameonekana kutokuvutiwa na namna ambavyo timu yake anaichezesha e, kulingana na aina ya wachezaji waliokuwa nao. Kuna muda anasema wanawachezesha isivyohitajika, namna ambavyo wanapata mabao lakini sio yanavutia, yani namna ambavyo mpaka wanakuja wanapata bao, namna uchezaji wa timu unakuwa kama uwavutii, na mpaka mchezo wa mwisho dhidi ya Mbeya City tumeona mashabiki wana wanatoa maneno yao. Hii ina maana gani? Kwanza haina maana yoyote kwangu mimi, kwa sababu kwanza mtu ambaye anasema Yanga haimvutii ni yeye, mpira ambao upo kichwani kwake Yanga amecheza michezo mitano ya kimashindano. Ameshinda mchezo wa Ngao ya Jamii, amebeba kombe, amecheza mchezo wa klabu bingwa, michezo miwili ameshinda yote, na amecheza mchezo miwili ya ligi kuu, mmoja akashinda, mmoja ametoka sare. Sasa je, hayo ni matokeo mabaya kwenye michezo mitano ambao umecheza? Umetoka sare mchezo mmoja, hiyo haiwezi ikawa matokeo mabaya kwenye alama kumi na tano ambazo uh, kwenye hiyo michezo mitano Yanga mpata alama 15. Ukipiga asilimia zaidi ya asilimia 90 ambazo Yanga wamezipata, kwamba umepata matokeo zaidi ya asilimia 90, aweza kampani. Swala la kucheza vizuri inategemea pia wewe unatakaje? Mimi kucheza vizuri ni vitu vitu timu ambayo inaweza kuzuia vizuri na timu ambayo inaweza kushambulia vizuri. Hiyo kwangu mimi ndo nacheza vizuri. Arsenal misimu mingi sana ni timu ambayo inaongoza kwa kupiga pasi lakini mwisho wa siku inaondoka na alama sifuri inaenda anacheza mchezo na anapiga pasi nyingi lakini anaondoka na alama moja. Anacheza pasi nyingi lakini anakosa ubingwa. Mwisho wa siku, inaonekana Patrick Evra alisema kama Arsenal ni kama Netflix tu, unaangalia kila time next season. Sasa hiyo ni tafsiri moja wapo ya timu kucheza vizuri. Kwa ukimuuliza shabiki wa Arsenal timu inachezaje vizuri? Ni kupiga pasi nyingi. Lakini ukimuuliza mchezaji shabiki wa Chelsea timu kucheza vizuri ni nini? Timu kucheza vizuri, bwana sisi tupaki basi lakini tunahitaji matokeo. Ndio hivyo timu nyingi ambazo zimeondoka kwa hiyo hata wa Yanga ukifuatilia historia, kwa mfano Yanga imeanza kupiga pasi chini ya, ya wote kugusa mpira, tukimbie twende tukafunge. Ndio staili yao ni kukimbia, ndio staili ya Yanga. Lakini miaka sasa hivi, kwa sababu, mambo yamebadilika na Nabi ndo amekuja kubadilisha sana mpira kuona timu inacheza possession football. Uh, misimu miwili nyuma Yanga inacheza bila winga. Hiyo ilikuwa sio zamani Yanga alikuwa anacheza bila winga. Ilikuwa ni ngumu sana kuona Yanga inacheza bila bila winga. Lakini miaka sasa hivi, kwa sababu mabadiliko pia yametokea, Romain Foz kuna vitu ambavyo anaangeka navyo kwenye kosi ya Yanga. Tukumbuke hii Yanga ni mpya kwa asilimia kubwa sana. Benchi la ufundi jipya ala lote, lakini pia hata wachezaji kwa asilimia kubwa sana. Angalia kikosi ambacho kilichukua unbeaten Golini Chiguidiala, kabaki Juma Shabani, alikuwa kibwana Shomali, anacheza mara nyingi kushoto, Dixon Jobu, Mwamnyeto, Aridi, Aucho, yani Kibangala alikuwepo, Moroko alikuwepo, mtu kama Mayele alikuwepo, wachezaji wengi ambao walikuwepo kwenye timu. Amebaki nani? Amebaki Chiguidiala, amebaki kwenye kikosi cha kwanza, Dixon Jobu, kwa sababu hata hiyo time baka alikuwa achezi po, baka naye ameingia kwa hiyo ule msingi wa timu karibuni wote umevunjika. Kwa hiyo Yanga inatengeneza timu mpya hii, akina Azizi Ndavuile au akina Dumbia, akina Pakome. Yes, ni timu ambayo inapaswa kuwa mpya na wanapaswa kutoka kwenye ule utamaduni kwenda kwenye utamaduni mpya zaidi. Kwa hiyo unaona, ni changamoto hiyo sana adaptation, pia na matarajio ya watu wamekuwa makubwa kuliko uhalisia katika uchezaji wao. Kwa michezo yao ambayo tumeitazama, unafikiri ni wapi ambapo wanatakiwa kuangalia Eh, pindi anapoenda kwenye hii michuano ya kimataifa lakini pia kwenye michuano hii eh, ya ligi kuu ya NBC Tanzania Bara. Mi naamini kwamba unajua Yanga anapocheza. Kuna baadhi ya watu wanaotazama mpira kwenye jicho tofauti. Lakini mimi kwa macho yangu, naona kwamba akikosekana Dube kwa mfano, timu inashindwa kutengeneza nafasi. Dube anapokuwepo uwanjani, Yanga anatengeneza nafasi nyingi sana. Licha kwamba Dube analaumiwa kwa kukosa nafasi, haya yule ambaye Tumlaumu huyu kwa kukosa nafasi au tumlaumu mshambuliaji kwa kukosa kwa kutopata kabisa nafasi. Akiwepo Dube uwanjani nafasi nyingi zinatengenezwa ndani ya uwanja. Anapokuwa Pakome uwanjani nafasi nyingi zinatengenezwa ndani ya uwanja. Boyele anaweza kama mzuri sana lakini, timu kwanza inahitaji kutengeneza nafasi. Kwa nini Yanga itengeneze nafasi? Kwanza, ah, uh, ili utengeneze nafasi nzuri unahitaji mshambuliaji ambaye anacheza eneo kubwa lile la mbele